Nimetulia hapa nilipo, hata shetani mwenyewe anashangaa. Mbona unataka kunirudisha nini? Potoka mwenyee wewe, mama Amina wewe, waki watatu waki watatu, waki watatu. Basi fanya kama unajaribu oh. Namtaka mwanangu kwenda shva mdako mjinga wewe. Sasa ukisikia mimi ndo mimi ndo mzaliwa mbigili, nimelala yani. bwa. mimi ndo naitaka hiyo siri, mkaka mzuri, kumbe jogoa apande mtungi. siwezi kukuficha haya mafanikio yangu kwa kweli, kuna za ndani kidogo. E, kuna kijana katokea yani, yuko tayari hata kesho sije, kama na wao wanawake kwa ajili ya kuwatoa kafara. Mimi nataka talaka yangu, baba, narudi nyumbani ila usimgwelegwede sawa?